Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Kama Mungu alivyomwambia Yoshua, anakuambia wewe, ananiambia mimi, anatupa uhakikisho ya kwamba yuko pamoja nasi, sio kwa sababu ya matendo yetu, unisikilize, kwa sababu ya kazi ya msalaba. Msalaba ndiyo asili ya mema. Kristo alitupa ushindi kupitia kazi ya msalaba na kwa sababu hiyo tunapewa uhakikisho asubuhi ya leo ya kwamba Bwana yupo pamoja nasi hata katikati ya magumu yoyote ambayo unapitia. Yumkini una changamoto mbalimbali, una mambo ambayo yanakufanya unajisikia kama Mungu amekuacha. Asubuhi ya leo nataka nikuambie, amesema hata kuacha wala kukupungukia. Mara nyingi sisi ndio tunaomwacha, mara nyingi sisi ndio tunaojitenga naye kuna mtu alitunga wimbo akasema, nimetembelea mbali lakini sasa narudi. Mara nyingi sisi ndio ambao uh, tunaondoka kwenye uwepo wake. <coughs> Wimbo mmoja kwenye vitabu vyetu uh, unaitwa tuwe na raha moyoni. Kuna fungu moja linasema, tuki, tunapojitenga naye mwendo wetu si imara, na tukijitenga naye kwa hakika mwendo wetu hautakuwa imara lakini tukikaa pamoja naye, yeye yuko pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari Amen. Hiyo ahadi alimpa Yoshua, na haikubaki na Yoshua peke yake. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya kumi na tatu, maandiko anatuambia sitakuacha wala sitakupungukia kabisa. Jipe moyo, hata kama kuna magumu ambayo unapitia, huenda huna amani moyoni mwako Yesu mfalme wa amani anakuambia sitakuacha wala sitakupungukia. Ndio maana napenda sana ule wimbo alitunga uh, mchungaji marehemu Sila Msangi, Mungu eh, <coughs> yu upande wetu si kama tabuletu. Naweza kaimba fungu moja, tuungane kujikumbusha ya kwamba Mungu hajatuacha yatima. Hakika Mungu yu upande wetu. Asante sana, asanteni nyote. Ndugu zangu, jambo la pili, tunaona Mungu anayemwambia Yoshua awe hodari anatuambia pia na sisi kwamba tuwe hodari kwa sababu vita alivyokutana nayo Yoshua katika kuwaongoza wana wa Mungu kwenda Kanaani na sisi pia tunakutana nayo tuna vita ya kiroho. Na ninyi mnafahamu ile liturgia ya, ki, ya Kichaga cha Vunjo pale kwenye kubatiza, kuna maneno yanayosema pale kwamba huyu anakwenda sio kwenye vita ya kimwili, bali vita ya kiroho, na maandiko yanatuthibitishia hilo anatuambia jinsi ambavyo shetani kama simba angurumaye anazunguka akitafuta mtu afanye nini? Amezi anasema, nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Na hiyo neno uhodari ni ni kuwa thabiti kiimani. Unaona huo mkazo wa pili wa Dr Martin Luther, tunaona ya kwanza tunaishi kwa neema, tumeokolewa kwa neema lakini Martin Luther aliweka mkazo pia kuhusu imani. Tu neema tu, alafu imani tu, na imani kuwa thabiti katika imani, ndio huo uhodari ambao unazungumzwa, ushujaa ambao unazungumzwa. Ndugu zangu, hatuwezi kupigana vita ya kiroho tusipokuwa thabiti kiimani. Ni mkazo muhimu sana ambao tulipewa katika kanisa letu na sisi ambao tuko katika ibada hii sote tunajua jinsi ambavyo yule mwovu anatutafuta kwa namna nyingi, ili atuangushe kiimani, aturudishe nyuma, tuiache imani, tuache uthibitifu wetu, tuandame mambo ya dunia. Mungu anazungumza nasi kama alivyozungumza na Yoshua, anasema tuwe hodari na ushujaa mingi. Aleluya, na kuwa hodari na ushujaa maana yake ni kuwa thabiti katika imani wa Efeso 6:10 nasema, timae mzidi kuwa hodari katika nani? Katika Bwana, katika uwezo wa nguvu zake. Asema vaeni silaha zote za Mungu muweze kupigana vita. Ndugu zangu, sisi wana matengenezo, sisi ambao tume, tume- tumepewa neema ya kuwepo kwenye kanisa ambalo lina tangaza mikazo hii mitatu neema, imani na wasihi sana. Tuishike imani, tuwe thabiti na imani tunaipataje? Ni kwenye hili la tatu ambalo Yoshua anaambiwa. Yoshua ameambiwa alitafakari neno la Mungu. Imani yetu inakuwa kwa njia ya neno. Warumi kumi, kumi na saba. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? Hauwezi unajua mkazo wetu wa tatu unasema neno tu au unaweza kusema Kristo tu, ni hicho hicho. Tunapotaka kuwa thabiti katika imani, hatuwezi kuwa thabiti nje ya neno <coughs> lakini ni ajabu jinsi ambavyo kanisa letu linasisitiza neno. Lakini wengi wetu labda niulize, wangapi wamekuja na Biblia zao? Sio sana za Biblia. Maana na hakika ehe, ah mimi niko vizuri. E, hebu naomba uinue Biblia yako juu. Aha. Oh, I Ah, what else? Sibiona, what do kama ukishaona Biblia unaiweka nyuma, kama ukishaona Biblia hauna uhusiano wa karibu naye, imani yako imeanza kukozeka, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Wachungaji wanakumbuka, walifuata wanafunzi walimfuata Bwana Yesu wakasema, Bwana, tuongezee imani. Lakini hakuanza kuwaombea ili waongezewe imani, alianza kuwafundisha neno kwa sababu huwezi kukuza imani kwa kuombewa. Ah ah, ni kinyume na Biblia. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia neno. Sasa ajabu ni jinsi ambavyo watu wengi hawasomi Biblia, hawana mpango, hawana utaratibu. Kuna wengine wanakutana nayo Jumapili, kuna wengine hata kuibeba waje nao kanisani ni shida. Niliwasimulia kisa nilienda usharika mmoja, wakati siku za nyuma sana, nikawauliza washarika, kwa nini hamji na Biblia? Nikawahimiza sana waje na Biblia, lakini walikataa kabisa. Baadaye msharika mmoja ambaye alinionea huruma, nilikuwa mchungaji wa mazoezi, alionea huruma kwa sababu kwa mwezi mzima nasisitiza Biblia, niangalia na nanihurumia, na ni kweli, akanifuata zia mchungaji Pole, nikasema asante. Ni nini? Mbona umenipa pole? Akasema, mbona unamtumia nguvu kubwa sana kuhimiza watu waje kanisani na Biblia? Hawataweza. Nikamuuliza, ni kwamba hawana, au zina shida gani? Akasema, baba, wewe hujawafahamu hao watu. Hawa wakishatoka ibada, kuna mahali wao wanapitia. <laughs> <laughs> Nikamuuliza, ni wapi? Akaniambia hapo mahali sitakutajia, lakini kwa kawaida pale Biblia hairuhusiwi. Nikamuuliza, na vitabu vya nyimbo? Akasema vitabu vya nyimbo sio neno sana kwa sababu saa ingine hata kichwa kishachanganya, wanatumia nyimbo hizo hizo. Baka nika pole kwamba laiti, ungeuliza umetumia nguvu kubwa mwezi mzima mpaka sauti inakwama wewe, watu wote wakitoka ibada hapo, ukishawaambia bwana akae nani ile baraka, wala hawapeleki nyumbani mchungaji, wanapelekaga mahali fulani. alafu nilipata huzuni sana, nikasema Biblia inasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu na hawa wamekataa taa, wamekataa mwanga, si wanaenda gizani hawa? Jamani, kanisa la kimatengenezo, ndugu zangu, kanisa letu mikazo ni mitatu: neema tu, imani tu na neno tu. Neno la Kristo anasema nalikae kwa wingi, wapi? mioyoni. Alishinda kwa kutumia neno. Yeye mwenyewe ni neno, na alipopita kwenye majaribu, kila jaribu alisema ime imeandikwa. Lakini leo hata una unaweza kujiuliza, tukipitisha hapa mtihani tukasema, kila mtu aandaye mstari wa moyo aseme na usiseme wa mwenzako, sasa hapo mashindano yatakuwa, mimi ndio nianze maana ni Yohana 3:16 ndio ndo, <laughs> itakuwa inawanima na kila mtu <laughs> lakini kwa nini tuanie Yohana 3:16 6? Bibilia hii ina mistari mingi ambayo tumeshaambiwa neno la Kristo lisikae kwenye mashelfu likae mioyoni. Mtugazaburi akasema moyoni mwangu nime asante nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Zaburi hiyo hiyo mstari wa mia na sitini na tano akasema, wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Wale mafundi wa kukwazika, napenda niwaambie habari habari muhimu asubuhi ya leo, pengine kukwazwa kunakuja mara kwa mara kwa sababu neno halijakaa ndani yako neno liki, likikaa ndani yako utajifunza tu kusamehe. Hata huko duniani wanazuga kusamehe bure. Sasa nimemsamehe bure, maana anasema mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, fanyeni kama Kristo alivyofanya. Na yeye alifanya nini? Alitusamehe bure, kwanzia Kalvari alisema was, Baba usiwahesabie dhambi hii kwa sababu hawajui watendalo. Ni pale tukapolishika neno, ndio imani yetu itakuwa. Mungu mwenyezi atujalie shineno na kabisa la kimatengenezo tutaendelea kuishi ushuhuda ule ule ambao Martin Luther aliyeongoza matengenezo aliyotuachia Umoja Daima Media. Usiache kusubscribe, kulike na kukoment.